Kwa katika mtazamo wangu naona sasa, mtu anapokuwa ameoa anatakiwa, wale watu walionao aanze kuwabadilisha majina kutoka kuwa marafiki kuja kuwa partners, kwamba watu nilionao wana faida kwangu na kwako kwa ajili ya mustakabali wa kesho yetu, si watu ambao wako kwa ajili ya hisia peke yake. Kwa nini? Moja, wakati hatujaoana, wakati hatujaoana, mimi na rafiki zangu tulikutana kwa ajili ya furaha, starehe kwa ajili ya kutiana moyo peke yake. Leo nimekuja ku-nimeoa nimeolewa, nimeingia kwenye mustakabali wa kufikia kusudi la maisha yangu mbele, ni lazima kuwe na kikao cha utambulisho wa watu niliokuwa nao naishi nao kabla ya wewe haujaja. <laughs> Naona kwamba wewe na mimi tumeishi pamoja, kuna mtu fulani nina John, nina Idrisa, huyu mimi nilikuwa na Rehema na Ana. Na mlikuwa mnafanya nini wakati mimi sijaja? Huyu tulikuwa tunakutana saluni, tulikuwa tunakutana sehemu, tulikuwa tunakutana baa, tulikuwa tunafanya nini? Aa, tulikuwa tunakutana naye katika kazi. Huyu jamaa ananisaidia sana kwenye biashara yangu ya kwenda China. Kwa hiyo pale ndo tunaanza kuchuzi. Yule tuliokutana naye ba, tunatakiwa tuachane naye, kwa sababu tena sasa hivi kwenda ba, tunaenda mi na wewe. Huyu ambaye tulikuwa tunakutana naye kwenye biashara ya China, inabidi uendelee naye, kwa sababu anasaidia kuongeza kipato kwenye familia. Kwa hiyo, anabadilika kutoka kwa jina la rafiki anakuwa partner wa maisha kwa ajili yetu. Kwa hiyo, kuna watu wanatakiwa automatically wafute kwenye maisha baada ya kuwa umeingia kwenye ndoa, na hii haihitaji mjadala mkubwa, na naye amua ni opposite. Wewe huwezi kuamua kubaki na, na rafiki anayetakiwa kuamua kubaki na rafiki, wewe ubaki na rafiki yako ni yule mwenzako. Yani mwanaume unatakiwa kuamuliwa na mkeo kwamba unatakiwa kubaki na fulani, na mwanamke anatakiwa kuamuliwa na mumewe kwamba unatakiwa kubaki na fulani.